Ndiye mwende wa Tanganyika. Kabwana, <laughs> nilikuwa ni maona picha. Nilikuwa sijasikiliza video. Nimesikiliza video, nimechoka na kufa mie. He, mpaka nime misi babangu mwanda hapa. Jamani, huyu demu Mkatoliki, e yani yu yu wa Mkatoliki, feki. Yani imekuwa jeni katika maelezo yake Chadema yu ilikuwa je wakaingia. Jeni Chadema, parangu, nasikia sijui chama karibu chama Chadema ya like how? Kwa sababu hana kituo, hana nukta, hana nini, haelewi chochote. Alafu basi you kuja know, nawafundishe basi, mkitaka kutuigizia igizeni basi ifike kwenye uhalisia hey. Yani mtu anasoma kanuni sijui za kanisa, yani haelewi, yani anasoma kama sio yeye. Mkristo yoyote Mkatoliki yoyote ambaye anasoma kanuni za kanisa anajua zinaanzwaje hmm? na huyo demu ambaye mmemleta, mkitafuta hata demu ambaye anajua kusoma yani, ambaye anajelewa yani, amesimama hata akiongea watu wanasema yes. Demu hajui hata kusoma nyo, wajinga kweli. Fanyeni maigizo ambayo yanaeleweka kidogo, yanaaminika kidogo, yenye uhalisia. Yani anatapatapa mpaka mpotea nani. Mnanifurahisha sana leo.